Je, unahitaji vifaa bora vya ujenzi kama vile mabomba, matanki au pampu za maji? Babrel Investment tupo kwa ajili yako. Tunakuletea huduma bora na bidhaa zenye ubora wa hali ya juu sana katika nyanja zifuatazo: vifaa bora vya ujenzi, vifaa bora vya bomba, vifaa bora vya pampu na matanki ya maji tunatoa huduma ya usambazaji wa vifaa vyetu bora kwa wateja wakubwa na wadogo. Tumejipanga kukuhudumia kwa weledi, bei rafiki na huduma ya haraka. Tunapatikana Mafinga, Kinya nambo B. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi na kupitia simu namba 0712457939 . Tunakupa huduma bora kwa bei nafuu. Mabomba, matanki Kila kitu ni cha uhakika kabisa.